Anaitwa Mawenge miongoni mwa majaji ambao wanahusika na Sitrap Baro Season 4, Mikasa Lounge, Tabata Magenge jijini Dar es Salaam. Mambo ni aje, bro? Bwana, poa sana, Mausha. Mzuka. Safi, Rasta. Na hongera sana kwa sababu tunakushuhudia kama jaji na tulikuwa tukikushuhudia kama jaji pia. Season 4 imerudi. Mefocus yenu ni nini hasa kwa season mpya? Szon uh, main focus ni ile ile. Kwanza kufanya vijana wasipate uh, fikra za za kukata tamaa na muziki kwa sababu wana vipaji, wanapenda muziki, kwa kuna wengine wanapokosa majukwaa kama haya wanakata tamaa kwamba mimi safari yangu ya muziki ndio basi, acha nifanye mambo mengine. Sasa hii ipo kwa ajili ya vijana kama hao, yani kukufanya wewe mwenye talenti yako ya muziki uje uoneshe ulicho, ulichonacho hapa, kwa sababu hapa watakuja producers, wanakuja presenters, watakuja watu wa media, watakuja wawekezaji kwenye muziki, ambao wote hao anaangalia nini, kitanivutia mimi leo kitani impress. Ndio maana amekuja owner wa studio ametoa ofa kwa washiriki wa wanaoingia fainali kwa, kwa mifululizo mitatu, yani wiki tatu mfululizo, make watu sita ao anawarekodia bure ngoma mbili mbili kila moja moja. Kati ya matatizo ambayo wadogo zetu wanakutana nayo ni kurekodi mara nyingi, brother da mdogo wako sasa, unanisaidiaje bwana, unaniona mwenyewe navyopambana, lakini sipati hata pesa ya kwenda studio kurekodi, nisaidie bro. Kwa hiyo hizi platforms zinatengeneza urahisi wa namna hiyo. Kwa hiyo moja kati ya focus kubwa ambazo sisi tunazo kwenye hii CRB City Rap Battles ni kuhakikisha vijana wanapata moyo kwa vipaji vyao vya muziki walivyo navyo ili stack toka 2019 hadi 2025 distance ya miaka sita eh? Ni muda mrefu kidogo. Ni kwa sababu ya changamoto au ni mikakati ambayo mlikuwa mmejiwekea? Pia korona sababu kubwa iliyotusimamisha. Kipindi kilichopita ni corona, tusimama 2019 kwenda 20 kama sikosei, wakati ndio korona inapamba moto sana eh, mikusanyiko ilizuiwa na nini, kama unakumbuka. So tukasema tusimamishe kwa ajili ya corona, na kama unavyoona hii ni eneo la biashara ambapo wakati sisi tumesimamisha CRB, maana yake kuna programs zingine zitakuwa zinafanyika ambazo zinaweza zisihusishe mikusanyiko lakini zinaendelea kufanyika kwa hiyo uh, tukawa tunapanga kila wakati na, na, na mkurugenzi ambaye ndio mwenye hili eneo na ndio ambaye anasimamia kila kitu kwenye CRB. Kwa hiyo mkurugenzi akawa anatupa uh, ratiba za namna ambavyo tutairudisha CRB, vitu vitakavyoongezeka tutakavyovipunguza kwa hiyo tulikuwa tupo kwenye plans, wakati tunaendelea na mambo yetu mengine mengine. So finally akatupigia kwamba jamani, mipango yote imesha kaa sawa, sasa tunaweza tukaendesha safari yetu, na ndio maana tumeendelea tena na CRB. Yeah, nimekusikia sehemu tofauti tofauti, ukifanya interview, tambo za viwango, umesema ni mradi ambao umeutoa na unauuza wewe mwenyewe mkononi, kwa sababu unataka kujua shabiki yako wa kweli ni nani. Mpaka dakika hii hapa tunapozungumza, ni mashabiki wa kweli kiasi gani ambao umewapata, lakini ukiamua kulevo sasa, e, asilimia ngapi labda za wasifiaji zaidi kuliko mashabiki wa kweli, au mashabiki wa kweli ndio wengi kuliko wasifiaji? Uh, naweza kusema mashabiki wa ukweli ni wachache kuliko wasifiaji, japo imenipa picha nzuri, imenipa mapokeo mazuri, matokeo mazuri vile vile, uh, kwamba walioni ungisha ni wengi, na watu wameniungisha kwa moyo kabisa unajua eh? Lakini idadi ya watu ambao wako kwenye cycle ya ushabiki kwangu, mashabiki zangu bado ni kubwa kuliko idadi ya walionunua, ila huwasilaumu kwenye hilo kwa sababu, moja kati ya vitu ambavyo nitaka ni cheki ni kuhakikisha nani ambao naweza nikawafikia moja kwa moja kwa biashara ya namna hii, kwa sababu kuna wengine wao hawawezi kunifikia kwa kufanya hivyo, ila wanaweza ku stream kwenye mitandao wapo pia ni mashabiki zangu, lakini target moja wapo ilikuwa ni kuwapata hao wanaweza kuwafikia moja kwa moja. So ningekuwa nasema wote wanawezekana kuwafikia moja kwa moja, manake wote wangekuwa mashabiki zangu wa namna hiyo, lakini najua kabisa kuna watu huwezi kuwafikia moja kwa moja, lakini kuna watu wanaweza kuwafikia moja kwa moja, watu hapo kwenye mataifa ambayo hata kufanya hizo transaction tu inaweza kuwa kidogo kipengele. Okay. Kikosi kazi bado ipo na always watu wamekuwa wakituona, unajua, ukiwa unamuona Songa hapo Mansulia hapo na P Mawenge hapo wako kwenye jambo la namna moja as sehemu ya koskazi, na kama leo umeona Nikki Mbishi pia amekuja kushow up, kwa maana yake ushaiona nusu ya watu wa koskazi manake tuko nane, sasa umeiona half of kikoskazi. Yaani, hiyo ni picha tosha kukuambia kwamba hawa jamaa bado wanaendelea na mambo yao, isipokuwa tu mipango yetu ya lin, tunarudi tena na jambo lingine, ndio tunaiweka sawa wenyewe, lakini kila kitu kiko sawa. Ni kweli kwamba Nikki Mbishi ndio ndo general kikosi kazi. Yeah, tunaweza kumuita general kwa sababu uh, kikosi kazi tuna namna zetu za kudili na audience au za kudili na watu wanaotaka kufanya shughuli na sisi, tunapima uh, mtu huyu anatakiwa kudili na nani kwenye koskazi na jambo likaenda sawa, na mtu huyu anatakiwa kudili na nani kwenye koskazi na jambo likaenda sawa. Kwa kuna watu wao ni special, Nikki ndio anaweza kudili nao, yani kwamba mtu ana namna hii, tutamwambia Nikki, bwana eh, hiyo ni sehemu yako sasa, hebu ishughulikie, na mara nyingi inakuwa ndio sehemu ngumu kuliko sehemu zote. Kwa hiyo kumuita general, it's obvious ana deserve eh, kwa sababu kuna maeneo ambayo sisi wenyewe tunasema, mimi pale, let's say kikoskazi wanaweza wakapewa show. Sawa so. Bwana kaskazi kuna show hapa. uh, hii show malipo yake yako hivi na hivi. Uh, tuka ah, labda hapana bwana, kwa show hiyo na idadi yetu na sponsors waliowekeza na nini, mbona hiyo pesa ni ndogo? Sisi wengine tunaweza tukachukuliwa tu kwamba ah, huyo hataki ongea vipi achana naye fanya hivi. Ila kitokea Nikki akasema oya, eh, bwana hebu angalia, hebu angalia show yenu, ukubwa wa show, uwekezaji wa show, hiyo hela ndogo bwana wanapata hofu kidogo. Ah bwana huyu Niki hujue tuone, tunalifanyaje hili swala, kwa sababu ana guts za kukemea, ana guts za kufoka, ana guts za kuonya kuliko sisi wengine. Oh, yes. E bana, hii ni very inspirational kidogo. Chemical Claudia Lubao jana amechukua PhD yake huko Scotland. Ni female rapper ambaye tupo naye katika industry yetu ya muziki Ehe, na hii nasema inspiration kwa sababu I guess anaweza kawa ndo mwanadada au sio tu mwanadada mwanamuziki wa kwanza kuwa na PhD kwa Mawenge. ma, una, ukiona msanii anapata, anapata mafanikio ya kielimu kama hivyo unajifeel vipi kwa hususan kwa mtu kama Kemi ambaye yupo pia kwenye engo yetu hii hmm, uh, ya hip hop. Tunafahamu maana ya elimu, Elimu ipo kwa ajili ya kukutanulia uwelewa kwenye hii dunia tunayoishi. Kwa hiyo maana yake alitanua uwelewa kwenye huko alipotoka, kama ni diploma kama nini au kama ni degree, lakini akasema nataka nitanue uwelewa zaidi. Sasa kwa sababu yule ni asset kwenye hip hop. kwa hiyo maana yake tunajua kabisa kwenye hip hop tumepata watu wenye wigo mpana wa uwelewa. Ushaelewa kwenye hii dunia, maana yake Kemiko anaweza akawa sio rapa mkali kuliko P Mawenge ila Chemical ana uwezo wa kumwelewesha Pima Wenge mambo mengi kupitia hiyo rap yake, na Pima Wenge akapiga hatua kwao. Sisi kwetu ni asset. Ime, imeongeza thamani au, au imeongezeka thamani, ndio ambacho tunachukulia tunachukulia. ungetamani labda kumwona Chemical anapata nafasi kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, maybe BASATA au taasisi zingine zote ambazo zinajihusisha na serikali moja kwa moja na zinadili na masuala ya sanaa. Of course sijajua kama PhD yake inahusu sanaa lakini kama inahusu sanaa basi akipata nafasi hiyo itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu tumepata uh, mwakilishi mwenye uelewa wa wigo mpana kwenye jambo letu la sanaa. Lakini kama sio PhD ya sanaa ya mambo mengine, maana yake ni kwamba ile inampa yeye uh, uh, kuaminika zaidi, kuaminika zaidi, kwa sababu ya mambo mengi aliyoyajua kwenye elimu yake. Kwa hiyo pia itasaidia kuishape sanaa, kama ambavyo nilisema mwanzo, kwa yule ni asset kwetu. Sasa watu waipo, lakini sanaa in general, tukiongelea kama Basata, basi ni jambo zuri zaidi, kwa sababu itakuwa faida kwa wasanii wengine wa muziki tofauti tofauti, bana, shukrani sana. Nashukuru sana Mo.